Mpina ambaye kweli mpaka sasa hivi ndiye mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia tiketi ya chama cha ACT Wazalendo ambaye anapigania haki yake mahakamani katika mahakama ya rufaa kupata fursa hiyo ya ugombea. Leo nimewaite leo hapa tumekusa, tumekutana niweze kutoa taarifa chache kwanza kuhusu e, shauri la kesi ya rufaa lakini pia namna uchaguzi mkuu ulivyofanyika maandamano ya tarehe 29 Oktoba 2025. Kwa hiyo leo ambayo ni tarehe 6 Disemba 2025, nataka kusema mambo machache na umma, ndugu waandishi wa habari. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia afya na uhai kuweza kutupa kibali cha kukutana siku ya leo hapa jijini Dar es Salaam. Pia nawashukuru sana nyinyi ndugu waandishi wa habari kwa kuitikia huu wito na kuhudhuria hapa. Kipekee na kwa masikitiko makubwa, nitoe pole kwa watu wote waliokumbwa na ghasia na machafuko yaliyotokea kipindi cha maandamano ya kupinga utawala ulioko madarakani katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 ambapo imeripotiwa watu wengi kupoteza maisha, kujeruhiwa na kupata ulemavu wa kudumu, kupotea na wengine kupoteza mali zao. Hata hivyo, msimamo rasmi wa chama changu cha ACT Wazalendo kuhusu mwenendo na matokeo na matokeo ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 umekwisha kutolewa na kiongozi wa chama eh, ndugu Doros Jonas Sem tarehe 9 Disemba tarehe 9 Novemba 2025, ambapo mimi Mpina naunga mkono kwa asilimia mia moja. Ndugu waandishi wa habari, kuhusu maandamano kuhusu maandamano na matumizi makubwa ya nguvu